Kufanya mazoezi kwenye chumba changu napokaa, mheshimiwa, hapo death row. Death row imezungukiwa na ukuta hivi. Nyuma tu ya chumba ya, ya selo nayokaa ni uwanja mkubwa wa mpira wa miguu, na wafungwa kila siku wanacheza mpira, wanatembea wanaotaka kutembea wanakimbia wanaotaka kukimbia, wanafanya mazoezi wanaotaka kufanya mazoezi, isipokuwa walioko death row. Wa death row hawatoki nje ya death row, hawana fursa ya mazoezi ambayo sheria imesema wanaruhusiwa kufanya mazoezi. Sasa miye siwezi kucheza mpira mheshimiwa miguu yangu iko kama ilivyo, lakini huwa nafanya mazoezi ya kutembea, na tangu nimekuwa death row, kila siku kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa, napumzika Jumamosi na Jumapili, kwa sababu Mungu naye alipumzika siku ya saba, kwa huwa anapumzika mazoezi, lakini from Monday to Friday natembea around hizo block nne za death row ziko nne. Sasa hilo eneo nalotembelea, mheshimiwa, ni mifereji ya maji machafu, nimefereji ya kupitisha maji machafu, na ni maeneo ambayo wafungwa wa death row wanafua nguo na wanapata wakitoka wakitolewa asubuhi, iko wanakopumzikia. Mimi inabidi ni negotiate kwenye mifereji hiyo. Huu mguu mmoja haufanyi kazi mheshimiwa, asante watu wasiojulikana. Nafanya mazoezi, natembea kila siku na siku zote na, nina hii fia kwamba hivi nikiteleza hapa nitakuwaje? kwa sababu mifereji ya maji machafu ni kwa ajili ya kupitishia maji machafu, sio kwa ajili ya mazoezi ya wafungwa. Maeneo ya mazoezi ni uwanja mkubwa ulioko nyuma ya death row, lakini tangu nimeingia Ukonga siku ya Ijumaa kuu mpaka hapa nilipo sijaruhusiwa mimi na hajaruhusiwa mwingine yeyote aliyeko death row kwenda hufanya mazoezi na sheria inasema waruhusiwa.